wanaoendelea kutoa ushirikiano wa kiwango kikubwa katika kulinda na kuimarisha amani ya nchi. Hata hivyo, kama jeshi la polisi lilivyoeleza katika taarifa yake ya tarehe tatu mwezi huu wa 12, 2025 kwamba upo uhalifu unaoendelea kupangwa na kuhamasishwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye makundi ya baadhi ya watu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 36 au kwa ujumbe kupitia kiunganishi cha mfumo wa kutoa taarifa yaani, taarifa.tpf.go.tz.